Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe, ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki nyingine kwa staili nyingine, kama tunavyoona kwenye video yetu. Nishapaka koti ya kwanza keki yangu, hapo napaka koti ya pili. Buttercream yetu ni rangi ya pinki, kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu. Kama una maswali maona ushauri, weka kwenye comment. Ntapitia ntajibu hapo unapaka koti ya pili kwenye keki. Video za kuandaa keki nimeshaweka na kupaka koti ya kwanza, video zake mbalimbali nimeshaweka kwenye channel yangu, unaweza kaangalia. Kama una swali lolote, maoni au ushauri, pia unaweza kauliza kwenye comment, nitapitia nitajibu. Pia jitahidi kuangalia video hadi mwisho, ili uweze kuelewa, kwa sababu kuna maswali mengine yanaulizwa, unaona kabisa huyu mtu video hajaiangalia. Kwa hiyo ukiangalia mpaka mwisho kuna baadhi ya maswali yanajibiwa ya moja kwa moja. Kama hapo nasawazisha keki yangu, kisha naendelea na hatua nyingine. Jitahidi kujifunza sampo tofauti tofauti za keki ili kuweka utofauti kwenye keki zako. Hata mtu akiomba sampo unamtumia, unakuwa na sampo nyingi tofauti, sio kila siku keki zako zinafanana. Miundo na maua kunajitahidi, unabadilisha mara moja moja, sampo tofauti kama hivyo tunavyoona nimesawazisha keki yangu hiyo, kama tunavyoona kwenye video yetu. Unajua, kuna wateja wengine hawapendi bata krimu nyingi, kwao unaweka kiasi tu, ili keki yako iweze kupendeza. Baada ya hapo, nilisawazisha kwa juu keki yangu, kama tunavyoona kwenye video yetu, kisha nikaendelea na hatua nyingine kama hivyo. Baada ya kumaliza ikaendelea na hatua nyingine. Nilichukua kijiti cha mishikaki ambapo huwa tunatumia kama doil kwenye keki, kisha nikapitisha mstari kama hivyo, kama hivyo. Kisha nikatumia uma, hizi hizi uma za chakula ambazo wanalia chips, tunazo tunazo sana majumbani, tunatumia kwa ajili ya kuweka urembo kama huo kwenye keki. Jitahidi unakuwa mbunifu au unaweza kaingia Pinterest ukaangalia sample tofauti za keki ili uweze kupamba kwa ajili ya wateja wako. Kama hivyo, baada ya hapo nikuja nikaweka urembo ambao nilikuwa nataka kuweka kwenye keki. Kama hivyo, nikuja nikaweka kiua hapo na kule pembeni, unaweza kuweka maua mengi kadri ya unavyoweza, au kadri ya hela ambayo umepewa ya mteja wako ili ubalansi na wewe uweze kubaki na faida. Baada ya hapo, nikuja nikaweka topa yangu ya birthday kama hivyo. Baada ya kuweka na maua nimeshaweka, nikuja nikatumia hizo gold leaf kwa ajili ya kuweka kwenye huo mpaka niliouchora ili kuleta tu mng'ao kwenye keki na kupendezesha kazi yangu kama hivyo. Ukishamaliza kuweka, una spray dust yako ili kuweka kung'alisha keki yako Unasafisha bezi yako na keki yako inakuwa tayari. Unakuwa umepata staili nyingine simple na inayopendeza kwenye keki zako kama hivyo tunavyoona kwenye video. Keki yangu imependeza, inavutia, ni simple na haichukui muda mrefu. Kama hivyo keki inakuwa tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, karibuni.